Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu, ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa darasa zetu kokote pale ulipo juu ya mgongo wa ardhi, leo kwa idhini ya Allah, na namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wataala aweze kuniwafikisha ni kufundisheni namna gani mnaweza mkajifungua ama mkajitegua matego ya uchawi mliyotegewa katika miili yenu. Hapa ninakusudia kuna wale ndugu zetu ambao wamerogwa, wamefanyiwa uchawi wamefanyiwa sihiri wakarogwa, kisha athari zao zikaenda kufukiwa katika makaburi. Ima ni nywele zako, ima ni kucha zako, ima ni unyayo wako, ima ni chochote kinachotokana na wewe, kipande cha nguo na yale ambayo ni mfano wa hayo. Mchawi akame akipata moja katika hicho, akaenda kukushughulikia, kisha akaenda kukufukia katika kaburi, ama akaenda kufukia katika uwanja ama akaenda kukutungika katika miti mikubwa porini, ama ikafungwa katika jiwe, ikaenda kutoswa katika bahari yenye kina kirefu haya yote yanafanyika, haya yote yanatendeka na wanadamu madhalimu walioamua kuibeba uchawi na kuwatesa watu duniani. Sasa inawezekana wewe ukawa ni muhanga wa ili, umefungwa, umepigwa sihiri, ile sihiri ikawa inakupa maradhi mbalimbali, ikawa unaugua, maskini ya Mwenyezi Mungu, kila siku wewe unaugua, na yale maradhi yanazalisha maradhi mengine, yani unakuwa hujielewi. Maskini, leo umeambiwa una sukari, kesho utaambiwa una pressure, kesho kuta utaambiwa una kansa, kesho kuta utaambiwa una kifua kikuu. Maradhi kila siku, mara utaambiwa figo limefanya kadha, mara ini imefanya kadha, yani wewe kila siku ni mtu wa maradhi, kila siku mtu wa maradhi, na yale maradhi hautibiki katika hali ya kawaida, kila unapokunywa dawa za hospitali haikusaidii maskini, unalala unaota vitu vya ajabu, unalala unaona mambo ya maajabu. Wakati mwingine ndugu yangu mpenzi unayenitazama, vifungo ulivyofungwa makaburini, vifungo ulivyofungwa katika miti, vifungo ulivyofukiwa katika mawanja mbalimbali mbali ama baharini, ndivyo vinavyokutesa. Kuna baadhi wamefungwa kutokana na uchawi, biashara zao zikawa ni ngumu, biashara zao zikawa ni nzito, biashara zao zikawa mtihani, kila analoligusa maskini mambo yake yameharibika, kila analolishika aliendi maskini mambo yake yameharibika. Wapo waliopigwa usi hili wanachukiwa pasi na sababu ya aina yoyote. Mtu anachukiwa, watu wanamchukia pasi na sababu ya aina yoyote. Kuna watu wamefungwa wamefanyiwa uchawi, riski zao zikawa ni ngumu, kila analolishika aliendi pesa kupata, inakuwa ni mtihani. Wakati mwingine ndugu yangu, sihiri hizi zipo na zinafanya shughuli hiyo na zinafanya kazi hiyo. Hasa leo nataka nikufundishe ndugu yangu mpenzi, unayenitazama njia ambayo utaz, utajisaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wataala kuweza kujitegua uchawi waliokufanyia e, watu. Wakati wewe umelala kaa ukifahamu, maadui zako hawajalala, wakati wewe unajisahau kama ukifahamu maadui zako hawajakusahau, wakati wewe unajiona uko sawa kifahamu ya kuwa maadui wako wanakuandama usiku na mchana. Ingalikuwa wewe ni mgumu kuingilika na uchawi, kama unajihisi wewe ni mzito mwili wako, kama unajihisi wewe hau, ha, hauwezekani, basi asingalirogwa mtume wetu Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hatumzidi mtume kwa uchamungu, hatumzidi mtume kwa dua za kinga, hatumzidi mtume kwa chochote, lakini bado watu walimfanyia uchawi mtume na uchawi ukampata. Usijiamini sana ndugu yangu, ukajiona kwamba wewe huwezekani, ukajiona kama wewe ni kadha kadha usijiamini kupita kiasi ndugu yangu, kumbuka ya kuwa Allah anaweza akakupiga mtihani huo, na ukatafuta wapi pa kwenda kukindilia, ukapakosa. Sasa leo nisikilize vizuri ndugu yangu, na hii njia ninayokupeni hata kama wewe utakuwa hauna uchawi, ukiitumia njia hii, insha llahu taala, itakuwa ni moja ya ulinzi wa kukukinga wewe kwa idhini ya Allah subhanahu wataala, kutokana na vitimbi vya madhalim maadui zako wanaokutafuta usiku na mchana ili waweze kufanyia urozi, waweze kukuroga na kukufilisha katika baadhi ya mambo yako. Lakini usiwe mnyonge ndugu yangu, wala usijihisi wewe ni mpweke, wala usijihisi kukata tamaa, wala usijihisi hauna msaada ndugu yangu. Leo nakufundisha njia ambayo utaitumia kwa idhini ya Allah subhanahu wataala, na mizigo waliokuwekea kwa idhini ya Allah, Allah atakutua, na tunamwomba Mwenyezi Mungu kwa baraka ya hichi kisomo ninachokwenda kukufundisha, mizigo waliokutwisha Allah akawabebeshe wao maradufu na maradufu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbuka wewe ni muumini kumbuka wewe ni Muislam. Kumbuka wewe ni muumini, na muumini hawi mnyonge ndugu yangu Muislam na muumini hawi dhaifu ndugu yangu Muislam hautakiwi kuonewa, muda ambao umeamini maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala na umemwamini mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa nini ukubali kuonewa? Kwa nini ukubali kunyanyasika? Kwa nini ukubali kuteseka? na tuna Qurani Allah ametupa, tuna sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ametupa. Weka imani, weka yaqini na kufundisha njia insha allahu taala. Hii njia ni bora zaidi na itakusaidia kukuondoshea mitihani, kukuondoshea matatizo. Sasa njia hii inayokupa ni njia ya kisomo. Inawezekana ukawa unateseka na maradhi haya, lakini kusoma, maskini ya Mungu, hujui kama hujui unaweza pia ukasomewa. Vile vile una ndugu yako, una jamaa yako, una shekhe wako, una nani yako, insha allahu taala anaweza akakufanyia kisomo hicho. Hicho kisomo kinafanyika kwa muda wa siku saba mpaka siku tisa yani utakuwa hicho kisomo ufanywe ndani ya siku saba mpaka siku tisa insha allahu taala. Aidha usome wewe mwenyewe ni bora zaidi, ama umeshindwa pia ufanyiwe nayo pia ni bora vile vile, insha allahu taala, katika kukuondoshea mazonge na vifungo vya uchawi. Vipi sasa unafanya E, programu hii ya siku saba mpaka siku tisa, naomba sasa unifungulie sikio lako la moyo kabla ya sikio hili la kichwa, niweze kukupa akhbari hizi nyeti kabisa, ndugu yangu mpenzi unanitazama, uweze kujinasua katika vifungo vya madhalimu wako, insha allahu alkarim. Sasa ndugu yangu mwislam, naomba nikupe na nikwambie kitu kimoja. Suratu Yasini, suratu Yasin ndiyo moyo wa Qurani. Hii sura imebeba maajabu makubwa hii sura imebeba mambo mazito. Suratu Yasin imebeba mambo makubwa, ndugu yangu, imebeba maajabu makubwa. Laiti watu wangalijua yanayopatikana katika Suratu Yasin, basi wallahi usingalidhubutu kuipitisha siku pasi na kuisoma sura hii, Suratu Yasin. Sura nzito kabisa hii. Wachawi wanga wanajua uzito wa Suratu Yasin, lakini cha ajabu mimi na wewe maskini ya Mungu hatujui uzito wa sura hii. Hata tukisoma ikhlasi zetu zinakuwa mbali kabisa. Kwa hiyo ndugu yangu mpenzi unanitazama, hebu kachukue Suratu yasin. baada ya kuwa umechukua udhu wako vizuri umetawadha vizuri kachukue msahafu fungua suratu yasin baada ya kufungua suratu yasin suratu yasin ina aya saba zinazoishiwa zinazoi na neno mubin mfano wa malaina illa albalaghul mubin innahu lakum aduu mubin ziko saba hizi aya zinazoishiwa na neno mubin sasa utakapokuwa unasoma hii e, suratu yasin ukafika wama wamalaina illa albalaghul mubin, ukishafika mubini ya kwanza, sasa ndo ninakupa hii dua. Nisikilize kwa makini, nakufundisha hii dua, wallahi dua nzito sana ndugu yangu muislamu ambayo hii sasa dua katika mubini ya kwanza unaisoma mara saba, mubini ya pili unaisoma mara saba, mubini ya tatu unaisoma mara saba hii uchawi huo umefukiwa kaburini, hii uchawi hiyo imefukiwa katika viwanja, hii uchawi hiyo imeifungwa katika miti au imekwenda kutoswa katika bahari. Wallahi ladhim, hii inafungua ndugu yangu muislamu kwa idhini ya Allah subhanahu wataala. Sikiliza dua hii inasema hivi, utakapofika mubini ya kwanza utasema hivi, Allahumma abtil sihra rumiya fil bihari wal anhar sihra du dufina tahta al ashjari wal ahjar sihra madfunan fi majari suyuli walwidyan. Narudia tena ndugu yangu mpenzi, nisikilize kwa makini, dua inasema hivi, allahumma abtil allahumma wa abtil sihra rumiya filbihari walanhar sihra dufina tahta alashjari walahjari sihra madfunan fi majari suyuli walwidyan. Hii dua sasa unaisoma mara saba katika kila mubini unaisoma mara saba dua hii. Insha Allahu taala ni moja katika dua mujarab sana, dua ambazo ndugu yangu Muislam zina siri kubwa kabisa, dua ambazo ukizifanya kwa idhini ya Allah subhanahu wa taala uchawi wote unateketea na unaangamia. Sasa utakapokuwa unafanya dua hii, unasoma suratu Yasin mpaka mwisho, katika zile mubini saba. Uko umemaliza, utakapokuwa unafanya hii dua ndugu yangu mpenzi Muislam, nini utakachokiona? Kama una uchawi utakuwa unahisi mwili wako unapata moto kama unahisi joto kali katika mwili wako, utahisi jasho inakufumuka, utakuwa unahisi kama kizunguzungu fulani hivi kwa mbali, na baadhi ya watu wanaweza ukahisi kichwa kinakugonga. Usiishie hapo, ndugu yangu, endelea kuisoma ile dua, endelea kusoma ile dua. Ukimaliza hapo, unaendelea nayo kwa muda wa siku saba mpaka siku tisa, insha Allahu taala. Wallahi nakuambia, ukifanya kwa imani na yaqini, uchawi baibai, kwaheri ya kuonana na naamini hii dua Utakapofika tu kuanzia siku ya tatu siku ya nne pale, unaweza kuanza kuona mwili unakuwa mwepesi, unajisikia mwili wako unakuwa mwepesi, unajisikia mwili wako unakuwa tofauti. Hata kama ulikuwa una maradhi wallahi ladhim, utaona maajabu. Fanya kwa imani tu ndugu yangu, nafanya kwa ikhlasi. Kumbuka Qurani na maajabu makubwa makubwa sana. Si inawezekana hii dua usiiweze vizuri, lakini naomba comment ya kwanza nitakuwa nimekomenti mimi kwa kuiandika hii dua, ili wale ambao wanataka tuwaandikie basi, angalia komenti ya kwanza katika video hii. Insha allahu taala, itakuwa ni hiyo dua nimekuandikia. Namwomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atuwafikishe. Kumbuka ya kuwa tunapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, sehemu inayoitwa Mwembe Mtengo. Karibuni sana kwa ajili ya masala na visomo mbalimbali. Shukrani lako.